Wakati dunia inazungumza kuhusu demokrasia, uhuru wa wananchi na nguvu za serikali zinazoonekana wazi, kuna sauti ya siri inayosikika nyuma ya pazia, sauti isiyoandikwa katika katiba yoyote, sauti ya watu wachache wasioonekana, wanaovuta nyuzi za dola nzima kana kwamba ni mchezo wa serikasi. Karibu kwenye video hii inayohusu Deep State, nguvu iliyofichwa duniani. Siku kadhaa zilizopita kuna kamanda mmoja alijitambulisha kuwa ni wa jeshi la wananchi JWTZ, alijitokeza hadharani kupitia mitandao ya kijamii na kujaribu kushauri baadhi ya mambo kwa mkuu wake wa kazi, ambayo aliona yakifanyika katika nchi yetu, yanaweza kutuliza hali iliyoko nchini kwa kipindi hiki cha uchaguzi, na moja kati ya mambo aliyoongelea ni kuhusiana na Deep State. Kitu kimoja kinaitwa Deep State. Deep State. Sasa tuanzie hapa kwanza, inabidi uelewe kuwa dhana ya Deep State haikuanzia jana wala juzi. Asili yake inarudi karne kadhaa nyuma, pale ambapo serikali za kifalme na kifashisti zilikuwa na mitandao ya siri ya kijeshi, kijasusi na kiuchumi iliyokuwa na uwezo wa kuamua nani anaishi na nani anapotea lakini neno Deep State yenyewe lilipata umaarufu mkubwa nchini Uturuki katika miaka ya elfu moja mia tisa na tisini. Waandishi wa habari wa Kituruki walitumia neno derin devlet, likimaanisha serikali ya ndani, kueleza nguvu za siri za ndani ya dola zilizojumuisha maafisa wa usalama, majasusi na wafanyabiashara waliokuwa na agenda zao binafsi. Kwa maneno mengine, Deep State ni mfumo wa watu wenye mamlaka halisi wanaoendesha serikali halisi iliyo ndani ya serikali ya kisheria. Wao hufanya maamuzi makubwa, wakati viongozi tunaoona kwenye television wakiwa wanahutubia wananchi. Mara nyingi ni sura za kuficha yale yanayoendelea nyuma ya pazia. Chanzo cha neno Deep State linatokana na ajali ya gari iliyotokea katika mji wa Susalaki nchini Uturuki mwaka 1996. Na ajali hii ilifunua jambo la kutisha. Gari lililohusiana na mbunge wa bunge mkuu wa polisi na mwanamume aliyekuwa jambazi maarufu na jasusi wa serikali lilipopata ajali. Watu walipochunguza zaidi waligundua mtandao wa siri uliounganisha serikali, vikosi vya usalama na wahalifu wote wakiwa wanashirikiana chini kwa chini kwa masilahi yao binafsi. Ajali hiyo iligeuka kwa kioo kilichoonyesha Waturuki wengi ukweli mchungu, kwamba ndani ya serikali yao kulikuwa na serikali nyingine yenye nguvu, isiyo na uwajibikaji na yenye maamuzi yake binafsi. Ndipo neno Derin Devlet, likimaanisha Deep State, likazaliwa rasmi katika midomo ya umma. Baada ya muda, dhana hii ilivuka mipaka na kufika nchini Marekani. Wakati wa utawala wa Rais Donald Trump, maneno Deep State yalitajwa mara kwa mara, yakieleza kundi la maafisa wa serikali, majasusi na wanasiasa waliodaiwa kupanga njama dhidi ya rais aliyechaguliwa na wananchi. Wengine waliona ni nadharia ya njama, yaani conspiracy theory. Lakini kwa wachambuzi wa siasa na wanasayansi wa dola, hoja hii haikuwa kuhusu njama, bali muundo wa kudumu wa nguvu ndani ya taasisi za serikali kama Pentagon, CIA, FBI na mashirika ya usalama ambayo hubaki thabiti hata serikali zikibadilika. Mfano, rais anaweza kuondoka madarakani baada ya miaka minne au mitano lakini jenerali, mkurugenzi wa ujasusi, au mkurugenzi wa kampuni ya silaha ataendelea kuwepo kwa miaka mingi. Hawa ndio mara nyingi huitwa deep state, watu wenye taarifa, mitandao na ushawishi wa muda mrefu. Hata kabla ya karne ya ishirini dhana ya nguvu za siri zilikuwepo. Katika dola la Roma kulikuwa na baraza la siri lililokuwa likimshauri Kaisari kwa mambo ya kivita na kisiasa. Katika Uingereza ya kale, shirika la siri lilijulikana kama Privy Council, lilihifadhi siri za kifalme ambazo hata wabunge hawakuruhusiwa kuzijua. Katika nyakati za kisasa zaidi mashirika kama CIA Marekani, KGB ya zamani ya umoja wa Soviet, Mossad wa Kisovieti na Mossad wa Israeli, yote yamehusishwa na operesheni za siri ambazo mara nyingi zine, zilibadilisha hatima za mataifa mengine bila wananchi kujua. kwa mfano Mwaka 1953 CIA ilihusishwa na mapinduzi nchini Iran yaliyomuondoa Waziri Mkuu Mohamed Mossadegh, na mwaka 1973 operesheni za siri zilihusiana na mapinduzi ya kijeshi nchini Chile. Katika matukio haya nguvu zisizoonekana ziliamua mwelekeo wa kihistoria, si kwa kura, bali kwa karamu za siri, pesa na silaha. Katika ulimwengu wa leo wa kidijitali, deep state haipo tu kwenye serikali, imevuka hadi kwenye kampuni kubwa za teknolojia, mitandao ya kijamii na taasisi za kifedha. Makampuni kama Google, Meta na Amazon yana taarifa zaidi kuhusu maisha ya watu kuliko serikali nyingi duniani. Je, nguvu hizo za taarifa zinapoungana na mamlaka za dola bado tuna uhuru? Au tumekuwa sehemu ya mfumo mkubwa wa deep state ya kisasa yenye uwezo wa kufuatilia, kuelekeza fikra na hata kuamua nani atachaguliwa kesho. Ni swali linalozidi kuwatesa watafiti na wanaharakati wa demokrasia. Historia imetuonesha kitu kimoja: kila taifa liwe dogo au kubwa, lina nguvu zisizoonekana zinazoendesha mwelekeo wake. Wakati mwingine ni watu wachache wenye misuli ya kiuchumi, wakati mwingine ni taasisi za usalama au mashirika ya kijasusi. Lakini swali kuu linabaki: je, Deep State ni tishio au ni ulinzi usio rasmi wa kudhibiti taifa? Kwa wengine ni mfumo wa siri wa kulinda masilahi ya taifa kwa wengine ni kivuli cha ukandamizaji kinachozuia wananchi kuufahamu ukweli. Lakini kwa hakika Deep State ni kumbusho kwamba mamlaka ya kweli mara nyingi hayapo kwenye majina ya viongozi, bali kwenye mikono ya wale ambao hawaonekani, wale wanaofanya maamuzi kimyakimya, usiku, nyuma ya pazia. Na hivyo kila tunaposikia neno serikali, labda tunapaswa kujiuliza tena, ni serikali ipi tunayoimaanisha? Ile inaonekana au ile iliyo ndani yake? Hili ndilo fumbo la Deep State, nguvu isiyo na uso, lakini yenye athari kubwa zaidi kuliko risasi au kura. Nguvu ambayo kama kivuli ipo tu, iwe ni mchana au ni usiku. Hii ni Bongo Posti. Usisahau kusubscribe na kugusa alama kengele ili uwe mtu wa kwanza kupata video zetu pindi tutakapozipakia.